Chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD kimeshinda viti vyote kwa asilimia 96.15 ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa bunge uliofanyika tarehe tano. Hii ni kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa jana na Rais wa Tume uchaguzi ya Burundi CENI Prosper Ntahorwamiye kupitia televisheni inayomilikiwa na, na serikali. Vyama vya upinzani vinasema uchaguzi huu uligubikwa na kasoro nyingi na wapinzani hawakupewa nafasi ya kuwania. Kwa upande wake chama cha Uprona kinasema demokrasia imekufa nchini Burundi, kama anavyoeleza katibu mkuu Olivier Ngurunzinza. Ona, tuwe la demokrasi wameua demokrasia Burundi. Nchini Burundi tulisusia uchaguzi huu sababu tulijua kwamba tunaenda kupata matokeo kama haya ya aibu. Utaona kwamba kuna maeneo ambayo asilimia mia moja ya kura ndiyo yanatangazwa, jambo ambalo halijawahi kutokea nchini mwetu Mwezi huu unashuhudia utashi wa chama tawala wa kutokukubali demokrasia na kutaka kulazimisha kwa nguvu mfumo wa chama kimoja kama walivyosema tangu zamani. Hatukujua kwamba tungeweza kupitia uwizi mkubwa wa kura kama hivi. Sauti yake Olivier Ngurunzinza, katibu mkuu wa chama cha Uprona nchini Burundi.